Wapendwa wapasha habari, ambapo mnapatikana kwenye radio Baraka One TV. Mimi ni mwanajeshi ya Kongo, mimi ni mwanajeshi ya Kongo ya DRC, ya kidemokrasia ya Kongo. Tunayo huzuni sana, tunakosa kama tuko majeshi wa inji ama hatuko majeshi wa inji sababu guvernema inatukamata vile tuko wajeshi mpaka wakati inafika na wakati ya mshahara, hata na mshahara inakosekana. Unajua kama sisi majeshi hatulime, tunalala mahali unapoingia, kama tunafika kupori, tunalala. Wazazi wetu wanateseka huko na huko, tunakufa kama vile wanyama, hata ndani ya mostuni. Lakini tunayo huzuni sana na kualilia kama vile watetezi ambao mnatusaidia kuranse message kwenye radio, mutusemee sana na mutusaidie sana. Wakati salere ya mfanyakazi nakawia na, na kuiba inatokana hapo. Mpaka sasa tulifanya miezi mbili pasipo kulipwa, zinakuya mubaya mubaya, na hata kwa sasa makuta hazifiki tunakosa, kama tutaiba kama tutafanya nini mpaka sai mafamili wanatusumbua sisi, hatulimake sisi ni majeshi ya Kongo, hatulimake, hatuikalake kumanyumba, tunaikalaka hatu tu ndani ya pori. Lakini kinachotushangaza vremani kuona e, guvernema ya Kongo kishasa haipendi kutulipa makuta. Kwa kwa, kwa kawaida mfanyakazi anapaswa kulipiwa kwa siku makumi tatu kisha mwezi lakini inafika kata hata miezi mbili ha, pasipo kulipwa. Okay, e, mi natuma hii ujumbe sana e, nikiwa na vidonda moyoni kwa sababu familia wanatusumbua sana, hata wanaenja kutuambia na kazi hiyo ambayo mweza kuitumika haiko tena kazi, muiache ndawaje? Sisi tulijitolea kukufia inchi na kutumikia vile wenzetu populasio hata na kuchunga rahia na mali yake, lakini hata rahia wanapoona tunapita mtaani, tunaombaomba tunaenda kuiba vitu vya rahia, inaleta haya sana, inaleta haya sana hata wangeacha kuongeza na pesa, lakini pesa inakuya ka kawaida lakini sikuwei kusema kama wanaongeza pesa. Pesa itafanya miezi mbili pasipo kulipiwa, hiyo wanatutesa sana, wanatutesa sana kabisa. E, tunatuma hii ujumbe kabisa, tusaidie sana, mwipitishe kwa radio hata na wakuwa viongozi wasikie. Asante sana. Mimi ni mfanyakazi wa DRC, niko mwanajeshi nikiwa ndani ya nikiwa ndani ya inchi ya Este, niko Este ndani ya teritoari de Beni. Kwa majina wanaita kumwimbaisha Emanuel. Mungu awabariki sana. Habari ndugu yangu Rajabu Baraka Wan TV, asante sana. Niambie ndugu yangu, mi niko mzima, nimekusalimia na nasa, nasalimia wote wa ndugu zetu wa DRC special Sud Kivu na Nord Kivu tuko pamoja ndugu yangu, sante sana Rajabu. Nimesikia taarifa usubuhi vile ule, ule mutang... ule mzee ameongea, ni kweli ule mchambuzi ule anaongea baba, ni kweli. Kuna jeshi Kongo, jeshi gani? Tunayo patreti ndo tunayo ndo. Unaona Rajabu, mucha sikwambie ti Mungu aongeage. Mwenyezi Mungu huwa anaongea na binadamu, takurudishi tena kwa kale kapeti, takurudisha kale kapeti, ngia pale ndani Dokue Mungu anaongela kalekapidi kakata i treza katorosa. Kale kenda kukwenana na chivu shokesa. Kwenda kukanya barsetse. Kwazi kali wakanya. Ni watu ambao Mungu anajua. Republiki yetu kuna shida ya military. Hatuna wa military, wa military wote ni wa Rwanda. Hata wale wako pale wote ni wa Rwanda, si wa ndugu zetu. Ndio mimi sasa sikuna omba, namwambia Mungu kwa nini hapana? Hapana malizie sisi watu. Wewe ndio ulimwambia Mose hata ingia Kanani kwa sababu ya asira, na hawa wenye kutuwiwia watu siwaondoe, tumpatie watu wazuri hey. Atuondolea watu hmm. Niambia, unaona wapeti hey. Wapeti kama wazalendo wale wamejitolea vii safii, kufa na kupona nchi yetu isichukuliwa nafira, si kongo iko pale sababu ya wazalendo, si wazaa na mi nalaumu kisegeti maramia, namlaumu kwa sababu yeye angalii kivu Wacha kuambiwa sijui ndio president hapa anaangalia. Fuatilia vitu. Iko namna gani? Basi utakuwa mkutano mingi. Mikutano mingi kama ile anaongea, mkutano itakuwa? Bia ya wapi? Bia ya wapi na watu wanakufa? Bia ya wapi na watu wanasonga mbele? Ah hii hapana. Tuko na kasoro na la Republiki ya Kongo. Especially sisi wa Kongomani. Tuna kasoro kubwa sana utasikudanganywa, Kongomani wengi ni waizi kama wale. Sasa watu wa Kelimi wale, umetonesha hapa. Wanaongea nini, wapumbavu wale, wajinga? Unaongea nini? Eh, unaongea nini? unapigania mtu hata hakuna kitu anakusaidia mjinga, mwizi. Eh, a ah, watu sijui, kwani sisi nani aliroga wakongomani hmm? Nani aliroga wakongomani sasa, wanapigania wale ambao waliva kwa pesa ya Kongo eh? Hata wale wengine wanataja, watashikwa binazoka polepole, polepole, pole, dosie bai dosie, si mara moja anakamata watu italeta vurugu na zaka moja moja, na nasa moja moja, na nasa sasa. E wale wale na watu wacha kelemi wanalalamika nini? Hii ndio unaona vita inaleta kile zao ya Kongo, ndio unaona hata wale wa familia ya Kongo, wale wa familia ya Kibukavu, wale walikuwa naomba Mungu akawafunulia kila kitu, ni Mungu atamaliza hii vita. Na kuna watu atawaondoa, hawataonekana dunia hii, hawataonekana DRC sababu gani? Ndio unaona vita inasimama, inakawia, inakawia kwa sababu Mungu anataka kumaliza wale, kuondoa uchafu ile ko DRC. Watu nafikiri ni wanadamu kubwa ni wauaji wakubwa. Watu wanafikiri ni ni washefu kubwa, si washefu bali, sasa weka agreement na shetani, wali weka agreement. Ndugu yangu Rajabu Vitali kame sa ashikwe uchafu wale mamp wote ya Kongo washikwa, wameiba pesa hawati yetu, shindwe kwa shina la Yesu. Ndio naona hata hii vita iishi kwa sababu ya sisi wakongomani etu. Mama huyo anaongea, anaongea machafu ya nini, anaongea nini? Watu wahizi eh. Eh? Kongo sisi wenyewe tuliua eh? Kongo sisi wenyewe tuliua pamoja eh, na presia mwenyewe huyo ameletwa sahii, Tshisekedi hakuna kitu yote anafanya, hata kama anafanya ile diplomasi ameshinda Kagame, lakini bado uchafu tupu say ah, eh? hizo tunafanyiwa watu nini? U, watu hawafai kuishi, wanabaki wakina kabila hmm? kina kolne nanga na wale wasenzi wa akina Fadese hizo Fadese zote hazitaki kuishi dunia hii, wale washefu wote, hata si wale wapeti washefu wale, wa wale wote watakiwa kuishi, hawatakiwi mbele ya Mungu. Hata wakikufa hakuna mbingu wanaingia, kwa sababu aliwakanya kitambo, kabla kiderebelio cha afrika pale Bukavu chakamatiwa, Goma chakamatiwa. Si Mungu alikuwa ameongea na bado anaongea kuhusu hizo takataka za Fadese? Hakuna jeshi Kongo, jeshi gani? uchafu hiyo. Mungu, mungu hiyo no, ni Kongomani wale. Wale si ata anasusia kwao, wone vile Waganda wako wanasusia kwao, wone vile Watanzania wako wanasusia kwao kaona vile warunjo kwa nasosia kwao, kaona vile wanyarano kwa nasosia kwao. Sisi mbo natuna maumbwa ndio ziko pale zinaitwa ti washefu hizo, ni umbwa umbwa kabisa, umbwa hata mungu hata, hata wataki ni umbwa hizo, wacha ni kwambewa ni umbwa la jabu hizo. Si hizo si politisi hizo, si wanajeshi mapolitisi yote ni maumbwa matakataka hizo. Wewe angalia Bukavu, buka vile watu wanakufa angalia, hakuna bakuna hata mtu moja anaongea. Hata a zingine nakaa chini najiuliza, na ndio kesi gani? Aa Mbunge anasema hakuna mimi nasiona watu. Na kwetu hata kama mtanikatasa huko. Hata kama ile makazi mnanipaka zile msitoe lakini mimi nitabaki MP mbunge wa kwetu. Sitakubali. Nitapigana Hey, Hey, na watu yetu. Eh. Hey. Ile makazi kazi kwa pale ndani pale mara. Sasa potelea mbali lakini mtakata watu. Na watu yake wana msifu. Wanakufa naye. Kwa sababu yeye anakufa na watu yake. Yetu hakuna. Hapo hmm. Uganda, siku wanaambia wa, wa Uganda. Wanataka wanapitiza usizwe na toa sheria hiyo kawa yote siuzishiwe ya waga hiyo kawa yote waganda isiuzwe inauzwa andaleta si walisimama waganda si wapi, waliwaka wakagoma. Hapa mbo wetu wako wapi? wafayu waende huko washindwe. Mungu hata wakikufa, hata Mungu atawachukua. Hii nini wanatuletea Kongo? Kwani Kongo hatuna hatuna wakubwa eh? Wacha Mungu afanye mapenzi yake ya ajabu, ule atauua. Uwe ukisikia mtu anakufa mkubwa, acha akufe, wacha afe. Hata kama ni batia zame, yule wa majeshi yote akonge yule. Hakuna haja. Mimi kuna watu hapa wana presha hapa hapa Kampala. Kuna watu wako na presha Nairobi. Hata kusikia kitu nitofadhaika. Ara kwa mimi nikisikia minasikia damu yangu inachemka. Nikikumbuka kwanza vile watu yangu wanakufa Bukavu. Nikikumbuka vile watu yangu sahii wako Goma. Paka tunatulisha hii nchi yetu kwa niko nini mbali. Eti chef, chef gani yuko pale? Kama kesho unasikia tu wanasimama wanashika mtu

Ndio maana vita ishi rajabu, vita itaisha namna gani? Waache Mungu afanye mapenzi yake, aawn asii tupigania tubaki na Mungu, anaitwa Mungu yatima, na rais aliyetoka Mustafa kaza alimfuatilia ili atimize. Sasa anataka itimiza anataka itimiza itimiza makadri za kutwangamiza sisi wa Kongomani. Yeye ndio anataka tuuisha, yeye ndio anataka tuua. Yeye uh, ndio uh, yee nesa atachunga madaraka yake ya kinchasa na sasa si Kongo. Tugawanya Kongo asha tugawanya Kongo. Huyu rais huyu, si rais huyu. Sisi wa Kongomani tuone mbele hiyo mambo, huyo baba anasema huyu ndio kweli, ndio kweli, ile watu wanapashwa na mbele. Waliwai kumwambia bwana, mbona wafunge ma frontiere bongo, watu wanatuvamia, wanatutesa, bongo hajali tosha. Wale watu wa ba, masunzu tosha, wale watu wa ba, generali waabadilisha bongo hadi leo eh, nazo masunzu angali komanda wa troisieme region, kama wa troisieme, kama wa dize, kama wa wapi Kisangani, na waza nafikiri ndio angali anaongoza Ha? Sasa kwa nini huu rais tutaitika? Je, kama huu ni rais wa mzalendo Eh? Na hiyo rad alitiele ra baba anasema kuilirad ni. Na naisemo ipitishe hii neno wazalendo wote wafunguke macho, ule mtu anakia kutuangamiza sio kitu. Ule rais ni kutufana zisi tukufe mbuzi. Sisi watu wa Sisi watu wa au

na gisi ya kuangusha tena Uvira na Fizi huko, nasikia mambo na wanashuka na Burega na Mwenga, utaona hiyo mambo mzee wangu papa papa journalist sawa, kuna kamata tu vile menye mtaviona kama hiyo mambo. Baba anasema ndio kweli, komente watu watasema ni mingi. Ha? Watu watakomente pale kwa sababu wanasikia wale ambao wanafuata hii radio yetu Baraka1 TV wanasikia mzuri na hadithi hadisi na kisi mambo inaendeka na kisi mambo ipo na ndio kisi mambo iko hivyo hivyo. u rais anajua mambo yote. Rais Tshisekedi anajua mambo yote yeye, kuna tatu angusha kuua sisi na isema wazi yeye, kuna tatu angusha yeye kuua sisi wa kongomani sisi watu wakivu jua <coughs> hakuna kitu ana sutenire ako ba ba ba ba, nani, ba, ba wazalendo, akuna kitu ana sutenire ako sisi Watu wa esti. Hakuna kitu totote, hakuna hata sema ni wakonseri njo wabaya yake, yake, na ni tuko nagombania hii nchi ni yetu, tupiganie nchi yetu, Wakongomani wale ni wandugu yetu ha? Alishaona, alishaona mutu anakiwa tena ndugu yake, kama si wote tulikuwa wa Rwanda. Alishaona vile wapi ni ya Goma wanakufa sana, ni niko nakamata makazi maa eh nani atawasemelea? Nani watafikisha maneno? Je, kwa, kwa, kwa wakubwa? Lakini watu wako wanakufa sana. Ha? Jamani mambo yako nguvu sana baba. Tunatulia basi tuone vile Mungu atafanya. Lakini hapa esar tena shisi ya, haiko tena ndani yetu esa, hakuna hakuna kabisa sasa, Papa Rajabu, so ile tunomoni nilikuwa nayo eh, nimeshasikia roho inaluma sana

na mzee William ya kutumba ha? na mandevu na wale wengine wajunge pamoja, wakamate tu solution, warudishe ile yetu ya kimaimai, warudishe na wakoe. Nafikiri wafanye ifo, waone kisi ya kufanya, wanyanganye wale wale wa walailemaka, yani zarau me. Siku ile mwingine watekamata, siku hiyo mwingine watekamata Wanyarwanda, ndio siku watu watajutia ya siku yao ya kuzaliwa. Teso, gisi wana kaniele uviga pa journaliste, mateso watu watapata pale ni zaidi ya anapata Bukavu, ni zaidi ya wanapata eh, Goma. Nazani tunayuwa nao na info yote ile kwamba kama Chekede sashindwa na madalaka, isa mushinda na ina mushinda iko kuongoza iko do yake, alinda familia namba ina iko yake na anashindwa kuacha Madalaka na nashindwa kusaidia wazalendo nao wamsaidie bure kabisa. Basi kwa nini? na kwa nini nataka niseme vile? Na, kwa nini na, na eclairer, na gusia sana hii voice, hii bwana alituma na hapo kwanza, eh nilisemaka mwanzo wakati tuko na tunagere Uvira, nilituma voice nikakwa na nikasema tena mrejeo yako baba, kungikuwa opportunity tujipatie sisi peke nchi yetu FARDC isikuye Uvira tena inesimakai mwanzo, FARDC isikuye Uvira tena, bakaikaribisha ile wakati, na mpaka leo tunga nele opportunity. Tuko wengi sana natuko na nguvu azanako na nguvu sana, wananza na FARDC wanapiga FARDC. FARDC natoka mu Uvira, ikitoka mu Uvira, tutakuwa na nguvu ya kupiga adui.